Yes mwana Sawasawa Digital eh, niko hapa kukupa taarifa kuhusiana na maswala mazima ya boxing au maswala mazima ya ngumi ya, ya kupigana pigana kwa wale wapenzi wa WWE. Najua nikiongea hivyo mnakuwa mnanielewa kabisa. Kuna manguli wengi ambao eh, ambao walishakwisha kupita kipindi cha nyuma ambao walikuwa ni mastaa sana eh, kina Undertaker eh, kina John Cena moja kati ya watu ambao pia walifanya poa kabisa katika engo hii ya mchezo huu wa ngumi ama boxing. Sasa kwa wale wapenzi wa WWE, hiyo video clip ambayo nimekuwekea hapo I think utakuwa unakumbuka vizuri sana hii moment. Kutokana na huyu mshikaji bwana Mysterio, ni moja kati ya watu ambao pia walikuwa wanapigana sana, halafu walikuwa wanavaa kuna kuna mask ambayo walikuwa wanaivaa. So ile mask ilikuwa ni ni, ni, ni, kama uh, identity yake au icon yake. Mtu akiona tu hiyo mask anajua kwamba mshikaji yeye hapa kaingia. Na alikuwa hana desturi kabisa ya kuweza kuivua. Sasa nikurudishe nyuma kidogo kuhusiana na Castori Haga. Sasa chuma kinaitwa eh, Ray Maestro ndio huyo mshikaji ambaye alitamba sana katika kipindi chake cha Maestro eh, alizaliwa mwaka 1974 eh, eh, huko nchini Marekani ndio mshikaji ambako ameweza kuzaliwa. Sasa Mysterio aliweza kuingia kwenye mieleka rasmi mwaka 1989 moja kati ya mieleka ambao pia inafanya poa kabisa kwa nchi ya Marekani. Ukizungumzia WWE ni mieleka ambayo ni ya kutishia sana maana, au sivyo? So mshikaji alikuwa havui maski wakati anaingia kwenye kwenye kwenye pambano. So mshikaji aka akawa ameamua kuingia rasmi kwenye masuala mazima ya mieleka mwaka 1989 na na ndio mwaka ambao aliweza kuingia rasmi na kuendeleza e, eh, eh, swala so zima la mieleka. Aliweza kuchukua mikoba ya mjomba wake ambaye alikuwa ni mcheza mieleka pia kipindi cha nyuma, pia mjomba wake alikuwa anafanya kazi hiyo na yeye ndio akaamua kuingia. Sasa tukio hili la kuvua maski kwa mara ya kwanza lilifanya eh, mwaka elfu moja mia tisa, tisini na tisa. Eh, kuna baadhi ya watu, watu, watu wengi sana pia ukizungumzia mwaka huu wengine huenda walikushazaliwa, wengine ndo walikuwa wanazaliwa, huenda wengine walikuwa bado kabisa, nikimaanisha watoto elfu mbili miaka hii walikuwa bado hawajui chochote, so kwenye WWE Super Brawl kwa miaka yake yote ya upiganaji alikuwa hajawahi kuvua mshikaji maski. Kitendo hiki ambacho kiliweza kushangaza watu wengi mara baada ya jamaa kuonekana ana sura ya kuvutia yaani, mshikaji ni handsome fulani hivi Kinyamwezi, lakini alikuwa anavaa ana, ana, ana maski so kulikuwa kuna wengi sana ambao walikuwa hawatarajii, kwa sababu wanahisiki kabisa kwamba watu hawa wa mieleka watu wazima wa mingumi mangumi haya Wana, wana sio kama ma HB fulani, sio ma handsome, sio watu fulani hivi. So, mshikaji alikuwa ni HB na ndo maana anavaa ile, ile mask, lakini sio kwamba ndo ilikuwa anavaa mask kwa sababu ya kuficha uhandsome wake. No, alikuwa anavaa kama ni icon yake, kila mmoja akiona tu hiyo mask anajua tu huyu mshikaji ndo mwenyewe. Sisi kama Sawa Sawa Digital tunakuletea updates nyingi sana kutoka hapa Tanzania, lakini pia nje ya mipaka yake. Endelea kutufuatilia kwenye, eh, YouTube channel yetu kwa kusubscribe, lakini pia comment yako itakuwa muhimu sana kwa vile ambavyo au, au tunakuletea taarifa zote kutokea sehemu yoyote kutokea hapa eh, Tanzania. Endelea kutufuatilia chao.